Na mtazamaji, tutaendelea na mazungumzo eh, pamoja na wageni wangu, lakini tunarejea kwenye kamati ya seneti kuhusu leba, ambapo maslahi ya jamii kuhusu leba na maslahi ya jamii inakutana eh, na, na, na baadhi ya wananchi ambao walikuwa wameahidiwa kupewa kazi ughaibuni, lakini licha ya kutoa fedha, mpaka sasa hawajaweza kusafiri. That's, that is the, the sasa cha eh, uh, kwa sasa uh, tumeshughulika na nimeshughulika na hiyo nini nikingoja, na pesa nilikuwa nimekopa, sikuwa na ya passport contact, nilifanya hiyo yote, tumekuja na Nairobi tukiop kwamba future nitasaidiwa niende kutafutia watoto. Uko na message ya ile payment? Yeah. Okay. Uki, ilirudisha jina gani? Kuna pesa yote umerudishiwa tangu ulipe sasa mimi nimerudishiwa 10,000 peke yake. Nini ilifanyika ukarudishiwa? Kupitia kwako ndio nililia nilifanya nilifanya malilio yako kwako. Nikasema sasa hapa huyu hata huyu asimuoni mwenye alichukua pesa. Nikakuja kwako ukanisaidia ukarudisha 10,000, 5,000 sijaona bado. Nani amerudisha? Nisaidie sasa. Nani amerudisha? Ilitoka kwa serikali ya chini. Eh? Kutoka kwa nani? Ngoja tu tuone nani alirudisha hiyo pesa na hiyo message inasema namna gani? Can you read that message? Sasa. Eh, nikafinya watoto wa Rafinya wakatoa message ya Toas. Uh, kila mtu ambaye anaenda kuongea tafadhali hukuwe tayari na na kila kitu. Tuangali, na pesa ilirudishwa na nani. Eh, ni tue, ni, ni, ni okay. Wacha wacha nitoe haya. Kutoa ndio. Yes. Yes. Driver mwenye ako na evidence. Is there any other person who akona evidence ya kulipa? Maybe if we can listen to a woman, is there any woman in the group? Eh? Nenda ukakai, go and stitch on that one. Thenenda uh, tufanya raka kidogo kwa sababu ya muda Yes, my name is Doreen Biaki Driver. Mwenye alikuwa natafuta kazi ya driver kutoka Kisii County. Hiyo kazi nilipata online nika waka advertise, tukakuja Kapete. Kapete nilikuja nikakutana wakisi wenzangu, ambao tulijoin, tukakuwa pamoja tukajuana. Ndio tulipata huyo Yeah. Kuna driving license. Hapo ziko documents zote hapo nje kwa bag. So tukaungana kama wa wakisi tukajuana, tukakuwa pamoja, ndio huyo mzee Festa akakuja akatuambia tunataka mtupe pesa ya medical ndio tuendelee kulingana na vile serikali ilituahidi. Na sisi kama wakisi tukasema, no kweye, tumetoka limbali, tumetumia fare, lazima tufuate instructions na kitu yenye itaweza tusaidia in future. Tukasema, tuka propose ni vizuri mtupe mahali tuta deposit hiyo pesa, wakatupea hiyo bill yenye mwenzangu ameripresenti hapa.